Bodi ya sukari na wazalishaji wa sukari Tanzania wamesema wanasukari ya kutosha kiasi cha tani 32 kwenye ghala zao itakayoendelea kuingizwa kwenye soko hadi hapo sukari inayotarajiwa kuingizwa toka nchi za nje kwa utaratibu maalum itakapowasili nchini. Aidha, wazalishaji wa sukari wamesema kuwa hakuna kiwanda chochote kilichopandisha bidhaa hiyo bali bei ya soko ni kati ya shilingi 1700 hadi 1800 kwa kilo moja ya sukari inayotoka katika viwanda hivyo. Akizungumza na waandishi wa habari leo jijini Dar es Salaam, kaimu mwenyekiti wa chama cha wazalishaji balozi Ami Mpungwe anaeleza, mpaka jana katika maghala yetu wa wazalishaji tuna tani kama 32000 na hii inaweza kutuchukua mpaka tunaweza kupata, kupata sukari ya kuziba pengo. Kwa hiyo hakutokuwa na shortage ya shuga katika market. Balozi Mpungwe amesema watu wasio na mapenzi mema na waliokuwa wananufaika na uingizwaji wa sukari kiholela wanazusha kwamba sukari imepanda jambo ambalo si la kweli. Kumetokea taarifa kwamba bei ya sukari imepanda na ina, ina, inaunganishwa na tamko la Mheshimiwa Rais la kuweka utaratibu mzuri wa kuingiza sukari nchini. Na sisi tunasema hilo sivyo na ni upotovu wa hali ya juu na nadhani mnaweza kufahamu tu nadhani ni ni ni, ni ni ni, ni upotovu ambao unafanyika na wale ambao wamekuwa wanafaidika na ule utaratibu wa zamani wa kuingiza sukari kiolela. Akizungumza kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa bodi ya sukari, meneja wa maendeleo mipango na uratibu Abdul Mwankemwa alikuwa na haya ya kueleza. Sukari ya kututosha kutoka sasa, mpaka sasa ni mwezi wa pili mwishoni mpaka kufika mwezi wa nne, ipo na viwanda viwili vinaendelea kuzalisha. Kiwanda cha TPC kinaendelea kuzalisha na kiwanda cha Kagera Sugar kinaendelea kuzalisha. Kwa hiyo wananchi wasipotoshwe na hali ilivyo. Naye mkurugenzi wa masoko wa kiwanda cha sukari Kilombero, Ephraim Mafuru, amesema pamoja na wao kusimamisha uzalishaji kwa sababu ya kumalizika kwa msimu bado wana sukari ya kutosha kuwahudumia wananchi. Msimu wa uzalishaji wa sukari kwa kampuni ya sukari ya Kilombero umekwisha jana, ambapo tumefunga kiwanda cha pili. Cha kwanza tulishafunga tokea mwisho wa mwezi uliopita, uh, wiki ya kwanza mwezi wa, wa, wa, wa pili lakini cha pili tumefunga jana, lakini kama alivyosema, tuna sukari ya kutosha hadi kipindi ambacho hiyo sukari ambayo serikali imeshapitisha iagizwe itakapokuwa inaingia. Kwa hiyo hakutakuwa na tatizo, lakini kama alivyosema mwenyekiti, ni kwamba kabla na baada ya tamko la Mheshimiwa Rais, kampuni ya sukari ya Kilombero hatujapandisha bei. Peter Edson, Mwananchi Digital.